Naam, so kama unakumbuka vizuri ni kwamba kwa kitu ambacho alichokuwa anakifanya Lukamba pale WCB akiwa kama mpiga picha na videographer wa Diamond Platinumz ndicho ambacho kimempatia yeye umaarufu, lakini kutokana na kwamba kuona akiwa anafanya kazi pale kwa muda mrefu bila kupata mafanikio au malengo, kuto kuyafikia yale ambayo yeye alikuwa anatamani kuyafikia, ikabidi aache kazi na kuanza kujitegemea yeye mwenyewe. Sasa kujitegemea huko kwa Lukamba ndipo kumepelekea na yeye pia akaingia katika muziki wa Bongo Flava, na baada ya kuingia katika Bongo Flava bwana, jambo ambalo tumekuja kulishuhudia kutoka kwake Lukamba ni kwamba tumemuona kijana akiwa ameamua moja kwa moja kufanya kazi, ambapo kama yeye pia ameamua kuwa msanii wa muziki wa Bongo Flava, mambo ya videography and photography ameamua kuachana nayo, na mpaka sasa hivi anatambulika kama msanii wa

Sasa jambo ambalo limefanya Lukamba aingie kwenye trending stories, ni kwamba baada ya fujo ambazo zimetokea nchini Tanzania, ni kwamba Lukamba bwana ni moja kati ya watu ambao wameonyesha jinsi gani ambavyo alivoguswa, lakini kikubwa zaidi alichokifanya, yeye ameamua kujitoa na kwenda kutembelea watu ambao wamejeruhiwa katika fujo hizo katika hospitali mbalimbali ikiwemo hospitali ya maeneo ya Ubungo bwana, hii ni moja kati ya hospitali ambayo inafahamika, eh, watu wengi sana nadhani watakuwa wanaifahamu. E, kwa hiyo Lukamba bwana ameonekana akiwa ameenda katika hospitali ya wilaya ya Ubungo jijini Dar es Salaam kwa lengo moja tu la kwenda kutoa e, salamu za pole, lakini pia vile vile kuwapelekea mahitaji madogo madogo muhimu kwa wagonjwa au watu ambao ni wahanga wa fujo ambazo zilitokea hivi karibuni hapa Dar es Salaam. <muchas> So moja kwa moja bwana katika peji ya Lukamba ye mwenyewe ameposti video hiyo akiwa ameelekea katika hospitali hiyo, akiwa yuko yeye pamoja na vijana wenzie, lakini pia vilevile, kabla ya kuposti, kabla ya yeye kuweka hiyo posti e, aliweka posti nyingine e, katika ukurasa wake wa Instagram, akiwa anawapa pole watu ambao wamekutwa e, na Uh, hizi changamoto za fujo, watu ambao ni wahanga, tunaweza kusema hivyo kwa namna moja au nyingine, lakini uh, katika hii posti ambayo ameposti akiwa ameenda ku kupeleka maji na mahitaji mengine madogo madogo hapa, uh, bwana ameandika kwamba sina mengi ya kuongea ndugu zangu. Huyu ni Lukamba ndo ameandika hivyo kwamba uh, sina mengi ya kuongea ndugu zangu uh, kusema maumivu yenu ni maumivu yangu, hakika Mwenyezi Mungu ndio anayejua kila kitu lakini pia vilevile, baada ya kuandika hivyo, Lukamba akaendelea kusema kwamba, mimi na ndugu zangu tulitembelea hospitali ya karibu na tunapoishi kuona ndugu zetu, kuona ndugu zetu madaktari wetu na manesi waliokuwa na kiu sana ya maji kutokana na kufungwa eh, kwa maduka mm, tulibeba umbali mrefu sana, eh, kutafuta tulitembea umbali mrefu sana kutafuta maji huku roho zetu zikiwa mikononi. Hatukuwa na kikubwa cha kuwapa ndugu zetu. Poleni ndugu na jamaa wote walioondokewa na wapendwa wao. Mungu yupo pamoja na sisi, nawapenda sana. Ya yeah, hiyo ni posti ya Lukamba kupitia ukurasa wake wa Instagram, ameposti video na kisha kaweka Uh, ujumbe huo wa poa ambao nimetoka kusomea, lakini pia vilevile vile page mbalimbali mbali huko Instagram, nazo zimekuja kuripoti kuhusiana na hiki ambacho Lukamba amekifanya. Uh, bwana, moja kwa moja hapa nataka kusomea baadhi ya page ambazo zimeripoti kuhusiana na hii issue. Kuna page hapo wameandika kwamba hii ni Nyundo Nyundo TV. Wameandika kwamba aliyekuwa mpiga picha wa Diamond Platnumz ambaye pia kwa sasa hivi ni msanii wa muziki wa kizazi kipya Lukamba, ameonyesha utofauti na wasanii wengine waliotoa pole kwa wananchi waliopoteza wapendwa wao, kwani yeye ameamua kwenda kabisa hospitalini kwa ajili ya kuwapa pole majeruhi. Ya, so hivyo ndivyo mambo jinsi yalivyo eh, wadau huku bwana wanadai kwamba Lukamba yeye kidogo ameonyesha utofauti, kwani tunafahamu kwamba wasanii wengi sana katika mitandao ya kijamii wamekuwa wakitoa salamu za pole kwa wale ambao wamepoteza wapendwa wao, lakini kwa upande wa Lukamba, yeye ameamua kufunga safari kabisa moja kwa moja eh, mpaka hospitalini kwa lengo tu la kukutana eh, kutoa msaada huo, lakini pia vilevile, at the same time ni kwamba kwenda kuwapa pole majeruhi lakini pia vile vile kutokana na hicho ambacho amekifanya Lukamba na kuposti katika ukurasa wake wa Instagram, ni kwamba hapa, wadau mbalimbali nao pia wamekuja kuweka maoni yao. Kwa mfano e, kuna huyu hapa ameandika kwamba bwana bro, tunashukuru umetisha sana. Kuna mtu anasema bwana, hata hata ukakoroma, alafu e. Aya, <laughs> bwana, kuna mtu mwingine akasema kwamba bwana Lukamba ni wa kumsapoti sana, amepambana. Kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana, hii hospitali imefanya huduma ya kwanza kwa mama yangu na mdogo wangu baada ya kupatwa na matatizo nawashukuru sana madokta na manesi wa hospitali hii. So kwa kifupi ni kwamba watu hapa wamekuja kutoa shukurani au ushuhuda eh, kwamba hospitali hiyo ya Ubungo pale eh, ni kwamba wamejitahidi sana katika uwajibikaji eh, kwani wametoa huduma za kwanza kwa watu ambao waliokuwa wamepatwa na matatizo katika vurugu ambazo zilitokea jijini Dar es Salaam. ya so hivyo ndivyo mambo alivyo. Na wewe pia ukiwa kama mdau bwana, unaweza kutuwekea maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo utakuwa tunaiona. Lakini pia vile vile, bwana, hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.